Nakwambia tuchangie shilingi elfu moja kipeni chama chenu shilingi elfu moja kila mwezi, unaona ni pesa nyingi. Alafu mkienda makanisani na wapi kwa manabii, mnauziwa mafuta, chumvi ya mapoozo, mkapooza umaskini. Umasikini wa nchi hii, au utafungwa na kanisa? Umasikini wa nchi hii utafungwa na watu wakiamua kuwafanya viongozi wao wawajibike katika kutawala. Tunaomba mchango wako. Kuna njia kama mbili matatu za kuchangia. Kuna njia ya kujiunga moja kwa moja, ambao kila mwezi unakata shilingi elfu moja. Unaweza ukaweka elfu moja, elfu kumi, elfu tano. Tukipata watu laki moja wakatupa shilingi elfu kumi kila mwezi, ni bilioni moja kila mwezi, chama hiki. Ukipata bilioni kwa mwezi, hawa viongozi wote wa leo wasingekuwa hapa. Kuna ambao wangekuwa Tanga, Manyara, wapi, wanafanya hii kazi. Tunaomba hizo pesa. Kwa namba ya kuchukua simu yako, uchukue namba ya Mpesa. Tafadhali sana, nakuomba.